Mahitaji akipata mahitaji yake yote na shibe, ak akala kashiba, uishi bila mipaka, ni hatari sana huyo mpumbavu. Mtu ambaye ana hekima, ana maadili, ana heshima kwa Mungu, anapopata nafasi ya kutimiza mahitaji yake yote ya mwili eh? ya mwili kama unayojua kujenga anajenga, e, pesa nazo siju, ameolewa ameoa, watoto anao, wanasoma, kila kitu, yaani everything, anaweza kufanya chochote anachoweza kufanya. Mpumbavu huyo <laughs> anapojikuta ameshiba, ye cha njaa sio shida zake eh? yeye ana shida basi, mpumbavu huyo, mtu huyo uishi bila mipaka, kwa wengine ufanya mambo ambayo bila mipaka, ufanya unyanyapaa, uishi bila mipaka. Huyo mtu, sijui kama unanyelewa. Natamani unyelewe vizuri, mtu wa Mungu, sijui kama unanyelewa. Mambo haya ni mambo ambayo yanasababisha nchi unazoziona au inchi yako kuingia kwenye matatizo, kuishi shida ambazo wanaziishi mpaka leo, kupitia wakati mgumu ambao mpaka leo wanapitia, ni kwa sababu ya mambo manne tu yanapotawala ndani ya nchi, yanapotawala ndani ya familia, yanapotawala ndani ya ukoo, jua mambo yote utikisika. Haleluya, lakini hapa na focus sana na, na nchi nazungumza, na taifa nazungumza, na mataifa. Ujumbe huu utakapo upata, share mrushie ndugu yako, share popote unapoweza kushare. Ujumbe huu utawasaidia, utasaidia mataifa, utasaidia viongozi. Haleluya. Ni mpumbavu ambaye mtu hana hekima. Haleluya, Bwana tueza Anaweza akawa na kiburi kujiona huyo mtu. Kwa hiyo yeye, akisha fikiri kushiba, atakuwa na kiburi, atakuwa anajiona au kuishi maisha ya starehe. Mtu huyo atakuwa naishi maisha tu ya starehe, atafikiria kuhusu wewe, atafikiria kuhusu nchi yake. Hatafikiria kuhusu watu walioko chini, kwa sababu yeye shibe imejaa ndani yake, imejaa nyumbani mwake, imejaa mfukoni mwake, imejaa akilini mwake, hata fikiria mambo hayo. Kwa hiyo mtu huyo ni hatari sana kwa taifa, kwa nchi, haleluya, kwa sababu ni mtu ambaye atakuwa na kiburi sana, ambiriki, ashauriki, uishi maisha ya starehe kupita kiasi, ukosa shukrani waanza kudharau watu wengine a au kuwa mzigo kwa jamii. Mtu huyo atakuwa mzigo kwa jamii, kwa sababu jamii haitampenda. Atakuwa ni mtu mchocheaji wa maovu. Atakuwa ni mtu ambaye mchoncheaji wa nini? Wa maovu. Huyo mtu mpumbavu anaposhiba chakula atakuwa ni mtu ambaye mfanyaje? Mchoncheaji wa maovu. Haleluya! Atakuwa mpumbavu zaidi, hata kuongeza zambi au kusababisha zambi kujaa kwenye taifa kwenye nchi. Atakuwa ni mtu ambaye anayesapoti, anayeshiriki, anayechangia mchango mkubwa kuongeza zambi kwenye jamii kwenye taifa. keba hange sana, na tuwe makini na watu wao, ni watu ambao hatari sana, ni mambo ambayo manne sana, ni watu wa aina nne sana, watu wa aina hizi nne au